Watu wawili so, wamepoteza maisha huko Juja kaunti ya Kiambu baada ya tangi la maji walilokuwa wakikarabati kuporomoka huku mfanyakazi mwingine akijeruhiwa vibaya. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti ya Juja, Daniel Ndege, matokeo ya awali yanaonyesha kuwa nguzo za zege zinazoegemea tanki hilo zilikuwa dhaifu. Ndege aidha amethibitisha kuwa wakaguzi kutoka serikali ya kaunti ya Kiambu wanachunguza chanzo halisi cha kisa hicho pamoja na usalama wa miundo ya majengo mengine ndani ya kaunti hiyo ndogo. bainika kwamba kweli eh, mwenye kampuni ndiye alikuwa na makosa, atachukuliwa hatua za sheria, ikiwamo ni kufidia hiyo maiti mama mwachi ambao yamefanyika. Na going forward eh, we have asked the inspectors, wale ambao wanafanya approvals za mijengo basiwe tu ni ku approve, wahakikishe kwamba kuna standards sila ambao zimewekwa zinaweza kuzingatiwa na wale ambao wanafanya ujenzi na asilimia 46